Na hao wenzangu watatu ni Mheshimiwa Lawrence Kego Masha pamoja na Bwana Godwin Simba Ngwilimi, tumeleta maombi mahakamani ya kuunganishwa katika shauri ambalo limeletwa mahakamani siku ya Ijumaa na wakili Godfrey Wasonga ili kuiomba mahakama izuie uchaguzi wa chama cha mawakili Tanzania, na tumeleta maombi kwa sababu sisi tuna maslahi makubwa sana na huo uchaguzi unaoombwa kuzuiliwa, na kwa sababu hiyo tuna maslahi makubwa sana na, na kesi iliyopo mahakamani e, na ma maslahi yetu ni kwamba mimi pamoja na Mheshimiwa Lawrence Kego Masha ni wagombea uraisi wa chama cha mawakili Tanganyika katika uchaguzi ambao umepangwa kufanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 18. Bwana Godwin, eh, Ngwilimi yeye ni mgombea nafasi ya makamu wa rais wa chama cha mawakili wa Tanganyika katika uchaguzi huo huo. Sasa tumekuja mahakamani kwa sababu baada ya kupata fununu fununu kwamba kesi imefunguliwa, tumetafuta nakala na nakala, ambayo nakala ya shauri ambayo tumeipata inaonyesha kwamba haya maombi yakisikilizwa, yakisikilizwa na kuamuliwa bila sisi kusikili, kupata fursa ya kuyapinga manake ni kwamba uchaguzi wa chama cha mawakili wa Tanganyika kwa mara ya kwanza katika miaka sitini na tatu ya chama hiki uchaguzi wa viongozi wake utakuwa umekatazwa kwa kutumia amri ya mahakama. Sasa maombi ambayo yameletwa kwa maoni yetu ya ya kitaalamu ni maombi ya ya ambayo hayana mashiko kabisa kisheria na kwa hiyo tuna tuna sababu ya kuja kuiomba mahakama ituruhusu tuingie kama wadaiwa na sisi ili tuweze kuyapinga na kuionyesha mahakama kwamba isitoe hiki kinachoombwa kuzuia uchaguzi wa chama cha mawakili wa Tanganyika. hmm. E, kuna figisufigisu figisu, kwa sababu ambazo nafikiri ni za wazi kabisa. Kwa miaka mingi chama cha mawakili wa Tanganyika kimekuwa nusu mfu, kimekuwa nusu mfu, kimekuwa chama ambacho hakijishughulishi na masuala makubwa ya kisheria na ya kikatiba yanayokabili nchi hii. Chama hiki kime, kimeanzishwa kwa mujibu wa sheria na sheria iliyokianzisha inasema mojawapo ya majukumu yake ni kuwasaidia Watanzania kupata uelewa na kujihusisha na masuala yanayohusu sheria. Sasa matukio makubwa kabisa ya, ya ambayo yana ya uhusiano wa moja kwa moja na masuala ya kisheria na katiba katika nchi hii ya miaka hii ya karibuni yamepita ya bila chama cha mawakili wa Tanganyika kuwa na, na, na mchango wowote. Ni ni, dormant, ni chama nusu mfu na ni nusumfu kwa sababu tumekuwa na uongozi ambao unadhani kwamba ukiwa rais ndio nafasi ya kuwa jaji au kuteuliwa kwenye bodi fulani au kuteuliwa kwenye tume fulani, kwa badala ya kusimamia mambo ya msingi ya nchi ya kisheria na katiba kama ilivyo jukumu lake. Tumekuwa na chama cha watu ambao wanataka wawe majaji tu na anayetoa ujaji ni rais na serikali yake. sasa kuna hisia kwamba uchaguzi huu unaweza ukabadilisha hiyo hali, kwa sababu ya aina ya wagombea ambao wamejitokeza mwaka huu. Sasa wenye hofu zao, wenye hofu zao wamejitokeza kusema kwamba hatutakubali wanasiasa wawe, wawe viongozi wa chama cha mawakili wa Tanganyika. Sheria iliyoanzisha chama cha mawakili Tanganyika na kanuni zake zote hazina katazo la aina hiyo. Zinasema ili uwe kiongozi, rais au makamu wa rais au mjumbe wa baraza, baraza kuu la TLS, sifa kubwa unayotakiwa kuwa nayo wewe ni wakili aliyelipa ada zake na malipo mengine stahili yanayotakiwa kisheria na kupata hati ya, ku, ya kufanya nini ya kufanya kazi ya uwakili mahakamani. Hiyo ndio sifa pekee. Kwa hiyo kuwa mbunge, kuwa mwanasheria mkuu wa chama, kuwa mjumbe wa kamati kuu ya chama, iwe Chadema kama mie au iwe nani kama wanachama wengine, wa Bwana Mwapongo alitaka kugombea urais mwaka jana, mwaka juzi, urais wa, wa CCM, hiyo sio sifa ya kuchaguliwa kuwa rais wa chama cha mawakili wa Tanganyika. Sasa wa wenye hofu zao wanataka kuleta siasa kwenye jambo ambalo wala sio la kisiasa. Ni suala la nani mwenye sifa kwa mujibu wa sheria.